Leo nataka nikuadiseni hadisi ya ukweli kuhusu mimi nilivyokuwa kijana. Nakumbuka kipindi cha zamani, alikuja mtu akaniambia, jamani, we kuna simu hiyo, we ukiwa nayo huku Bongo na mtu mwingine akawa nayo Ulaya, mnapigana hiyo simu na mnaongea hata haikatiki, vocha haiishi mpaka mnachoka nyinyi alafu mnakata. Nikamwambia haiwezikani Itawezekanaje vipi? Ingekuwa kweli basi, wale wafanya biashara kwenye simu wale wote wangeishiwa na biashara, wangekuwa hawana biashara. Akasema kweli ipo bwana, yeye nimeshakwambia zipo na mimi nimeziona mwenyewe, nimeshuhudia, na hata na unaweza hata ukabonyeza kamera ukawasha, yeye alokuwa Ulaya na huyu alokuwa hapa Afrika, mnaonana, mnaongea mpaka mnashindwa nyinyi, haikatiki. Nikasema haiwezekani. Nika mpaka nikaona smartphone for the first time, kwa mara ya kwanza nikaona smartphone sio kipindi hicho ilikuwa blueberry au kitu gani? Nikasema du kweli tumeacha kutumia vocha. Maana yake zamani unapiga simu unapiga mtu wa mbali, unaongea naye haraka, haraka, kabla vocha haijakatika. Na mimi ndo nilijua ndo njia pekee ya watu wanaweza kuzungumza, na huo mfano nimekuja kukumbuka hivi karibuni kusema kwamba kweli ujue, maishani kama kitu hujakiona wala hujaki experience huwezi kuamini kama kinawezekana. Na ndo kila kitu Um, advancement technology zote ziko hivyo hivyo, na hiyo ndo sawasawa na mtu ambaye anaenda nje, anatembea nje. Ukitembea nje unaona vitu ambavyo vinawezekana, ambao wewe kwa, kwa kile eneo yako huwezi kuwaza kinawezekana kweli, na unajua kinawezekana, unajua detail zake, unapata ku research na iko ndo faida cha mtu ambaye anaenda kusoma nje au mtu ambaye anaenda kutembea nje, anapata kufunguka macho kuona uwezekano wa maisha kuboreshwa katika au science na teknolojia kuendeleza ndio anapata kuona hiyo. Na hiyo story kila nikikumbuka nakumbuka kwamba kweli mimi kama nisingeshuhudia kuona ile smartphone nisingeamini mpaka leo. Maana yake nilikaa nikabishana nikasema no, haiwezekani. Na mimi nakwambia kwa nini haiwezekani? Kwa sababu kama ingewezekana wao wa, wa, ote, wa, wa, lai, wao wafanye biashara wote hao wa line wao wangeishiwa na biashara. Lakini leo hii kila mtu anatumia smartphone. Wote mnaniona mimi niko nchi tofauti na nyinyi. Kwa sababu gani? Teknolojia imeanzishwa na mtu fulani na ikawezekana, na wengine wakajifunza inawezekana vipi, na wakaendeleza, wakaendeleza mpaka wakaleta nchini kwao. Kwa hiyo, hiyo hiyo ndio faida ya kusoma nje, sio only elimu wala sio just kutembea, but ikufunguka macho na kuona uwezekano zaidi gani upo katika dunia ambacho bado haujaanzishwa kwenu, ambao wewe unaweza kutumia kuanzisha kwa kwa, kama unayo uh, chance au uh, opportunity ya kutembea dunia. Tembeeni, nitajifunza mengi sana.